Yes, mwana sawa, sawa, digital niko na uh, story ambayo inahusu masuala mazima uh, ya kiserikali ambayo inaongozwa na Mama Samia hapa uh, Tanzania sasa kupitia Wizara uh, ya Mifugo pamoja na Uvuvi uh, kwa mara ya kwanza imeweza kununua na kuweza kuzindua matumizi ya ndege nyuki au drone ambayo itafanya kazi yake kuimarisha usimamizi wa shughuli za uvuvi uh, katika Ziwa Victoria. Sasa akizungumza wakati wa uzinduzi wa ndege nyuki hiyo jijini Mwanza Aprili 13 5 eh, kwa niaba ya mgeni rasmi Waziri wa Mifugo na Uvuvi Mheshimiwa Dr. Ashatu Kijaji, naibu waziri wa wizara hiyo Mheshimiwa Alexander Mnyeti eh, amesema kwamba serikali imeamua eh, kuchukua hatua madhubuti za kisasa kuhakikisha inadhibiti uvuvi haramu na kuweza kutumia teknolojia eh, ya kisasa zaidi. Sasa Mheshimiwa Mnyeti ameongeza kuwa katika awamu hii wizara imetumia kiasi cha shilingi milioni 250 kwa ajili ya ununuzi wa ndege nyuki, kutoa mafunzo kwa waendeshaji eh, kufunga vituo vya udhibiti lakini pia kufanya usajili na kuanzisha mifumo wa uhifadhi na kuchambua taarifa ambazo zinakuwa zinapatikana eh, kutoka kwenye ndege hiyo sasa. Eh, ndege hiyo nyuki hii ni kwa ajili ya kuimarisha usimamizi wa shughuli za uvuvi katika Ziwa Victoria. Ndege nyuki hii ina uwezo wa kukimbia kwa mwendo kasi wa kilomita 108 kwa saa na uwezo wa kuchukua picha za matukio katika umbali wa mita 350 na kuruka mita 120 kutoka usawa wa bahari na kusafiri umbali wa kilomita e zaidi ya 400 na kuweza e kukaa angani kwa muda wa saa mbili. Ameweza kusema e, Mheshimiwa Mnyeti, kumekuwa kuna matukio mengi sana ambayo yakiendelea e, hasa katika maziwa yetu, kwa hasa hawa wavuvi. Kumekuwa kuna uvuvi haramu ambao unakuwa unatumika. Watu wengi wanatumia e, baruti. Watu wengi wanatumia vifaa ambavyo havistahili kuweza kufanyia uvuvi na hii inasababisha kukosa samaki na watu kuweza kukosa eh, kufanya biashara kwa sababu, kama samaki hawatakuepo ziwani, watu watashindwa kuvua, watu watashindwa kufanya biashara ya samaki na vitu vingine vitafeli kabisa. Sasa naibu waziri ameweza kuzindua ndege hiyo ambayo itakuwa ni moja kati ya vitu ambavyo vitasaidia eh, katika ulinzi eh, wa wa, wa rasilimali ambazo zinapatikana baharini au katika eh, ziwa hilo Victoria, nikimaanisha samaki na vitu vingine ambavyo vinakuwa vinapatikana katika eh, ziwa hilo. Sisi kama sawa, sawa, digital tuko hapa kuweza kuhabarisha kabisa habari zote ambazo zinakuwa zinatokea ndani ya Tanzania lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kutufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii nikimaanisha Facebook, Instagram pamoja na YouTube kwa jina moja tu kama Sawasawa Digital.